Majina, anaitwa Jimo, hilo ni jina langu ambalo ndio watu wananijua nalo, kwa kwa kama mkazi wa Chuda, mimi naishi Chuda Moroto, lakini kazi yangu kazi yangu, kazi yangu kazi yangu iko Chuda mwisho ambayo mimi mwenyewe niko nafanya kazi kwenye sekta ya matatu Semolo. Kweli governor si mbaya, na pia sisi kasema ni mzuri sana. Kwa sababu gani vile yale mambo mengi ambayo wametuahidi vitu vingi, haja hajavitekeleza sona. Alituambia atatuwekea choo hapa Chuda kama vijana wa matatu a wa wakijisaidia, hata mpita njia naye uy uweze kumsaidia. Hivyo vitu hajataje tufanyia. Ushona, sisi tunashukuru tu, jambo moja tu, hatufanyii msako msako manispa, kwa sababu manispaa wametulia kwa saa hii lakini kusema ule kweli, kuna msako wa kila siku mitaani kushika ovyo ovyo vijana hapa. Tunafanya kazi, hatuna amani kwa hilo. Tuseme ule kweli, huyu kama gavana tungeomba jambo hilo atushughulikie, na pia tunaomba aji pia hapa kwetu tumuone, tu tuongee tunapotaka. Kama vijana vitu vingi sana ametuahidi, lakini cha muhimu sana kama vijana wa matatu, madereva na makondakta, alituambia jambo la kwanza kabisa, atatufungulia chini feri. Ushaona, hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo lilisema hapa kwanza tufanye kazi kwa amani kwa kila kijana mkazi wa Tudor ambaye anafanya kazi kwa sekta ya matatu. Hiyo ni kitu ambayo alisema mwenyewe na mdomo wake mbele ya watu. Tukasubira hadi hizo hatujaziona mpaka leo. Chenye tunashukuru nacho kwa hapa chuda, kushikwa shikwa kidogo, manispaa wametulia, lakini hapa bwana, kwa kweli hatuna amani na watu watu, kama wapi tunaenda yani, hatujielewi. Hatuna kiongozi maalum kwa sasa katika sisi na wachuda. Yeye kawaida, akikuja anapata vijana wako na chapa hapa. Kuna vyama tofauti tofauti, vyama vyetu hapa si chama kimoja, viko tofauti tofauti, ambao vijana na yeye yeye, sisi tunamwangalia kwa sababu yeye ndio yuko juu yetu. Shona amekuja akatwambia kwanza, kuna wale ambao vijana, kuna vijana wengine hapo wako katika sekta matatu, lakini wengine hawana kazi, wengi kushinda kazi shona, tukasemekana kakwaidi kwamba tutachukuliwa vijana wengine, wataandikwa kazi ya kufagia fagia, io bado ilikuwa ni kazi ya huyo huyo gavana ambalo lia metisi kama vijana ama wakazi wa Tudor shona, lakini vitu kama hivyo hatujaviona. Mradi kama huo sisi hatujawahi kuona, ushaona. Lakini hatumuombe mabaya ama kuongea mabaya, tunashukuru Mungu tuko na yeye, lakini tungeomba sana aje hapa mtaani, tuongee na yeye, tutajisikia aje, tuongee kila moja afunguke anapotaka katika kinywa chake, naam. Eh, na juzi kuna vijana tayari wamechukuliwa katika nafasi za kazi, wako vijana kutoka hapa wamepata nafasi, wako kuna vijana, kuna wako vijana, kwa sababu gani hapa siku hizi hapa, hata hapa, hapa katika sekta matatu wamechukuliwa wamechukuliwa. Na wewe sasa una mrate governor asilimia ngapi kutoka mia moja mpaka sufuri? Mimi mimi kusema kweli zaidi yani ya hapo naweza nikamuomba kama, kama governor, aje sisi kwetu kwa vijana aongee na kuna swali langu hujalipata kuna asilimia mia moja mpaka sufuri. Je, yeah? Kuna mreti ngapi, Mheshimiwa Gavana, mpaka sasa? Asilimia hamsini, asilimia hamsini.